Wamama wa Umaki ya Chidikonari ya Pwani wanaendelea kufanya matendo ya huruma kwa kuona wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga, Bombo. Akizungumza wakati wa zoezi la utoaji wa zawadi, mwenyekiti wa Umaki ya Chidikonari ya Pwani Lilian Sembe amesema kwa mwaka huu wa 2025 wameona ni bora kuwaona wagonjwa na kutoa zawadi kwa kile walichojinyima katika Kwaresma. Ninaabudu kanisa la Kristo Mfalme Makorola, ni kiongozi wa umaki achidikonari ya Pwani. Ninashukuru kwa mama hapa ueua tu... kwa tofauti, hatukutaka kufungua kama tunavyofungua siku zote kwa kukutana kanisani kwa kuimba, kwa kula na kufurahi. Tumeona tufanye injili kwa njia ya vitendo, ndio sababu tumefika leo hospitali ya Bombo kwa ajili ya kuleta huduma kwa wagonjwa. Sadaka zetu tumeshazikabidhi katika Nashukuru, huduma yetu imeenda vizuri na utukufu ni kwa Mungu ambaye ametuwezesha kuja katika mahali hapa na kufanya kazi. Wito kwa mama wengine, niapaswa sasa kuonekana kwa vitendo, kwa sababu mama ni mwenye huruma. Mama anatakiwa aonyeshe vitendo vya huruma katika jamii. Sisi tumekuwa ni mfano, na ninaamini na wengine pia watakuwa ni mfano kwetu, watakuja kuleta huduma, si Bombo tu, ziko jamii mbalimbali zenye uhitaji ni vema kila mama akachukua hatua kufanya huruma kufanya tendo la huruma kama tulifanya sisi. Wamama wengine wote katika vikundi mbalimbali, wengine na vikundi vya vikoba, wengine na vikundi vya binafsi, basi mara chache, mara moja moja, tujikusanye kwa pamoja kutoa misaada kwa wenzetu ambao wamelala vitandani, hawawezi, wanahitaji huduma zetu, wanahitaji kutuona sisi. Ni nani mpaka tuweze kusimama na kutembea? Ni kwa neema ya Mungu. Basi neema hii ya Mungu tuitumie nayo mama mchungaji wa Senti Augustino Chumbageni Tanga, Violet Mkai akawataka wanawake kuendelea kujitoa kwa ajili ya wengine wenye uhitaji, huku katibu wa Umaki Achidikonali ya Pwani Agnes Macha na mwasibu Rosi Mdoe wakaelezea jinsi walivyofanikiwa katika utoaji wa matendo ya uhuruma. Jina linaitwa Violet Mkai, ni mama mchungaji. Aa, sisi kama wamama wa Achidikonali ya Pwani mwaka huu tumekuja kivingine. Tumeona tufanye mambo ya huruma kama mlivyoona, wiki iliyopita tulikuwa tumeenda hospice Muweza kwa ajili ya kuwaona watoto kwenye kituo kile cha magonjwa ya kusendeka. Lakini pia imewapendeza wakinamama leo kutimiza zile nguzo tano za umaki, tumekuja katika hospitali ya mkoa kutoa mahitaji mbalimbali kama mlivyoona wamama wamejitoa, wamebeba zawadi mbalimbali mbali. Kwa kweli vitu vimekuwa ni vya baraka, vimegawiwa, vimekuwa vya kufurika, kwa sababu viliombewa na wamama wametoa. kwa ni niwatie moyo wamama wengine kwenye achidikonari nyingine pia wajiunge, kwa ajili ya kutoa matendo ya huruma kama ambavyo akinamama wa achidikonari ya Pwani walivyofanya siku ya leo. Mungu awabariki sana. Kwa majina, naitwa Agnes Macha ni katibu wa umaki achidikonari ya Pwani na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa tendo kubwa lililofanyika siku hii ya leo, tendo hili la kuja kuleta matendo ya huruma katika hospitali ya Bombo. Kweli tuiwiwa wa wamama wa umaki chilikonari mwaka huu kuja kuwaona wenzetu kuwapa faraja na kuombea, na nakuaa basi tumelitimiza kutoka katika chilikonari nzima ya Pwani enyedinavisaba wote tumekuja tumeshirikiana kwa pamoja, tunamshukuru Mungu. Tunaomba na shidikonari nyingine ziende zikaoneshe matendo ya huruma. Kuna wahitaji wengi katika mahospitali ambao wanahitaji msaada, kuna vituo vya watoto wa kulelewa, watoto yatima ambao wanahitaji misaada. Basi wamama sisi tukiwa na waombolezaji na waombaji wakubwa, ninaomba tubebe mzigo huu kwa ajili ya taifa, jamii na kanisa pia. Jina langu naitwa Rose, mimi kazini na achidikonari matendo ya huruma huduma ya leo kwa kweli, yalikuwa ni mazuri sana. Tumeona hali halisi ya wagonjwa, uhitaji wao. Kwa kweli, wakinamama wamejitahidi, na kweli Mungu awasaidie, na wajiunge na umaki, wajiunge na umoja wa mama mahali popote, makanisa yote tuungane, tuwe kitu kimoja kwa ajili ya kufanya matendo kama haya na amakorora na umaki mwandamizi, nimamamiaka mingi katika umaki, tumekaa na kutembea sehemu mbalimbali, na katika umri wangu nina miaka mingi tu inaba sita, karibu nakaribia sabini na tisa. Basi ninawaomba wamama wengine ambao kwa kweli wako nje ya umaki wajiunge na umaki, aidha vikundi mbalimbali wawe na vitendo vya huruma kama sisi tulivyokuwa na huruma, kujiunga katika kitendo hiki tulichokitenda siku ya leo, kutembelea hospitali ya Bombo kuona wagonjwa mbalimbali, kusaidia hiki na kile. Basi Mungu ametuwezesha, na hao wengine ambao wanaweza kujiunga kama sisi, basi Mungu aweze kuwasaidia wawe na vitendo kama vya sisi. Kipindi cha kwaresma ni kipindi kizuri cha kujinyima, kujitoa kwa ajili ya wengine wenye uhitaji kama walivyofanya wakinamama wa Umaki Achidikonari ya Pwani. Pamela Chaula, Tanga TV.